Matajiri waishi waishe kwenye nchi ndo pumzi itakata. Namshukuru sana na naomba sana watu wa Kigoma tuendee kumwombea dua Dr. Samia Suluhu Hassan rais wangu rais wetu, mama yetu. Kazi anayoenda kuifanya mama yetu katika mji wa Kigoma ni kazi ambayo tutabaki tunamkumbuka milele na milele tumpeni muda, na mimi nipo nafuatilia. Mama aliniamini, mama amenipa nafasi. Mama ni jukumu lake na ni jukumu letu kwa pamoja, kulinda hii nafasi ambayo amenipa nihakikishe na ifikisha miaka mitano ya furaha na amani katika mji wangu wa Kigoma Mjini. Nawapenda sana watu wa Kigoma na niko tayari kuwatumikia. Ukiwa na lolote, ukiwa na lolote Tuambiani. Na kuna mtu mwingine maskini ya Mungu ananipokea, abaepo unashinda kulipa mtaji mimi wa laki saba sasa. Jamani, Eh? ndugu yangu wewe, ukiona hauna na mimi kuna muda kwa simu, wewe unavurugwaga na mimi kuna muda nishavurugwa, au sio? Kwa hiyo hadi utakutana tempa hiyo hiyo, na mimi kwa kupokea simu za watu siachi au sio? Ukija vizuri na kupokea vizuri, tunaongea vizuri. Ukijifanya mwehu, takupokea kama mwehu, tadili na wewe kama mwehu. Ukija kistarabu, nitakupokea kistarabu, tunakwenda pamoja. Mimi nina kila rangi ambayo mtu ukija nayo, nitakupa uende nayo. Ukinichamba na mimi nafungua kichamba, tunachambana. Kigoma we, sisi tunachotaka situishi tunachotaka tuhakikishe maisha yetu yanaenda, vitu vyetu vinakwenda. Niliahidi mabarabara, niliahidi kuboresha masoko, subirini muone picha. Kuna mtu anasema mbona hujajenga masoko jamani? Miezi ni miwili nyie, subirini... Katika mjuu wa Kigoma Shilole njo mambo vipi? Jamani, kuna watu, kuna wafanyabiashara wa hapa Kigoma wanaofanya biashara ya kuuza chakula wali, wali complain kidogo, baba levo, kwa nini unamleta shilole ndo wajapike, na kuna wafanyabiashara wa hapa hapa wanapika na kila kitu, au sio? Sikilizeni awambieni, huyu mimi amenisaidia sana wakati na haha Dar es Salaam ile navaa jezi moja ya Yanga mpaka inafikia hatua na inabanduka namba zote, yeye ndo alikuwa ananisaidia, au sio? Magari yake nimeendesha, nimeagonga gonga na kila kitu, nimefanya kila kitu, si kama mnanielewa vizuri. Yapo mambo mazuri ambayo alinifundisha na yapo mengine ni ya hovyo <coughs> ni yeye mwenyewe, hata kuonjaonja tu tupombe ni yeye. Lazima nikuseme ukweli, nikusifie muda wote tu <coughs> Kigoma oye! kwa hiyo kwa bahati mbaya mwaka huo uliopita alipata madhara sehemu ambayo tulipigania vizuri kwa nguvu zetu zote, shishifudi ilichomwa moto, alipoteza mali za mamilioni ya pesa. Kwa hiyo kumpa kazi kama hii, kwanza ni kumkutanisha na watu, lakini pili ni kumfariji na kurudisha kwenye kile kidogo cha ndugu yangu. Aliendelea na mimi, unajua ni mtu wa shukurani, si mbona nyinyi mlinichagua, na mi na nyinyi, nawashukuru kila dakika nitachoka kushukuriwa. Mii ni mtu wa shukurani, au sio? Kwa nikasema tumpe, lakini lije hapa liwe somo pia kwa wapishi wetu wa hapa Kigoma. kuna wapishi wazuri sana katika mji wetu wa Kigoma, lakini je, wanaendana na mapigo ya dunia inavyokwenda? Lazima ujifunze kuendana na mapigo ya dunia. so, unapika tu ni wali malage mtamu umemaliza? Hapana, je, kibiashara unajifunza nini, namna ya kupiga hatua kibiashara, kujifunza namna bora ya kufanya biashara. Kwa hiyo nimemleta Shishi amepika, tutaonja chahojo, tutasema kitamu, tutamsifia au sio? Sasa Shilole, hatuna muda wa kutosha, watu wananjaa sana ili wakataza wasipike, na ulisema kwamba Baba Levo hivi vyakula vyote haya, ehe, unamaliza kijijini, wacha kula na watafunga. <laughs> Yes. Kwenye, eh, sasa watakula na watafunga kwenye nacho nyumbani tena. Natamani tu Baba Levo, watu waanze kula sasa hivi, sasa hizi, yeah, wanaanza kula eh, wanaanza kula, watu waanze kula sasa hivi. Pilau ni jingi kila kona, tumeweka sehemu ambayo mtapata huduma ya chakula. Naomba uelekeze sasa, kwa hivyo eh, unaona pale kwa mashehe wetu waliposema, Baba Levo pa kwanza E, alafu kuna eneo la mbele, hapo mbele. Twende taratibu sasa Shilole, e, twende taratibu e. Pale kwa mashee kwa ajili ya jukwaa kuu na wazee. Kuna wazee pale, kwa hiyo utaweka watu wako pale watawahudumia. Ndio. Mashee wetu, wachungaji wetu, viongozi wangu wa chama wako pale pamoja na wazee wa mji, mm, ambao umeona mvua inakuja afu inapotea wanaipuliza watu wabana wamekaa pale e, ongea sana baba Levo. Eh, e, wale waustadhi wale hawezi kunyesha na mvua hata siku moja, haiwezekani. Wewe waone vile vile, kwa hiyo tuna lengo nne. Eh, ya pili, ndugu e, wananchi tuna lengo nne za kupata riziki yetu ambayo ameandaa mbunge wenu baba Levo, ninafurahia kumuita sasa hivi mbunge baba Levo ila maisha usimkatie mtu tamaa, tunaelewana, usimkatie mtu tamaa wakati bado anaishi sawa, eh? Eh. Kwa hiyo mimi nafurahia katika watu wanafurahia ukweli, ubunge wa Baba Levo mimi ndio nafurahia kutoka moyoni yeah. Kwa ah. sababu tumepambana vita vingi, ninyi mingine hamvijui, ila Mungu ni mwema. Kwa hiyo tenene tu tukale. Kwa hiyo hapa engo ya pili, pa? pili ile pale engo ya tatu ile kwenye hema eh? lazima moto mnaiona pale kwenye... sasa basaza shishi lazima utengeneze utaratibu mzuri sawa, ili kuepuka vurugu. Tuna vijana wetu wa UVCCM wako hapa e, watakuwa wanaongoza utaratibu wa kupanga foleni ili tuweze kupata chakula, tule kwa ustaarabu, si ndio? Ndugu zangu, chakula niwaambieni ukweli, chakula ni kingi na mkimalizi sasa sasa, kwa hiyo sasa ukisema foleni e.